Wakizungumza mjini Morogoro, wanachama hao wamesema ili chama chochote cha siasa kiweze kuishika dola na kuiongoza serikali ni lazima kiwe na siasa safi zinazowavutia wanachama wake, jambo ambalo wamesema ndani ya CHADEMA limekosekana. Mimi Suzan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka ishirini, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe, CHADEMA naipenda lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema, nimeachia uwanachama wa Chadema kuanzia sasa. Saa ngapi? Saba na dakika 24, siku ya Jumanne, tarehe 10 na 3 mwaka 2025 nimeuachia wanachama wa Chadema kwa sababu nilijiunga kwa hiari yangu mwenyewe na uachia kwa kwa hiari yangu wenyewe. Struggle ya hichi chama kwa namna ambavyo kimetoka na kwa kipindi kifupi na kwa umri wangu, kwa sababu mdogo, lakini kwa miaka kumi ambayo mimi nimeishi kwenye ndani ya Chadema nimeona namna ambavyo mwelekeo sio sahihi, ninaamua kupisha pembeni, kujivua nyadhifa zangu zote zote za kiwanachama, zote za kiupenzi, zote za kiushabiki kubakia Chiduo wa kawaida kabisa, yani chiduo yule mwananchi wa kawaida kabisa. Sina chama chochote cha siasa kuanzia sasa hivi, nimeamua kujiuzulu wanachama wangu kadi namba, kadi namba yangu ya wanachama ni CDM sabini sabini. Ndio kadi namba yangu ya wanachama kwa kwa hiyo mimi leo sio tena Chadema, jamani, nimeamua kuwa ridhaa yangu bila kushirikishwa na mtu mwingine yoyote. Lakini kifupi, chama chetu kimepoteza mwelekeo kimetoka kwenye malengo yake makuu, malengo ya kuchukua dola. Chama chetu kimeondoka huko, lakini vile vile kumekuwa na makasiriko mengi, chuki, matusi, kashwa, hakuna maelewano, hakuna mapendano. Ukihoji inaonekana wewe kushindwa. Kwa hiyo nafika mahali mimi binafsi nimeona siwezi tena kuendelea kuwemo kwenye hichi chama, nimeamua kujiuzuru nafasi zangu zote, ikiwemo uwanachama wa Chadema. Leo najiuzuru na kuwa sio tena mwanachadema. Hivi karibuni mkoani Morogoro, baadhi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wameonyesha nia ya kutimkia vyama vingine wakidai kutoridhishwa na mwenendo wa chama hicho unavyoenda kisiasa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital.